Aliyekuwa mwenyekiti wa baraza la vijana ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Joni Pambalu ameibuka na kuzungumzia kufuatia kauli iliyotolewa na makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Balozi Emanuel Nchimbi, ambaye aliwataka wanasiasa pamoja na wanaharakati na viongozi wa vyama vya siasa hapa nchini Tanzania kutoyazungumzia matukio yaliyotokea katika kipindi cha uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 kwa sababu matukio hayo yamekuwa yakiumiza John Pambalu amesema jana, nimesikia ndugu Emmanuel Nchimbi akisema tusizungumzie mauaji ya kutisha Oktoba 29, 2025. Kwa kifupi, ndugu Nchimbi anapendekeza tuanoe matanga bila kuzika. Kwa maoni yangu, hilo ni jambo gumu sana na haliwezekani. Juzi mtu mmoja alimtumia ujumbe ndugu Twamwa Ipaya akimshukuru sana, akimweleza kuwa kupitia video za miili alizoziposti hatimaye ameutambua mwili wa ndugu yake aliyekuwa ya ametoweka familia ilikuwa haijui alipo wala kilichompata sasa. Je, ni ndugu wangapi bado hawajui kama upendo wao waliuawa, au wanashikiliwa kwenye vituo vya polisi au maeneo ya asili ya mateso. Mtu wa namna hii kumwambia asizungumzie matukio ya Oktoba 29 2025, hata kama atakusikia, hata ninaamini, hata kuelewa. Mnataka tuzike mjadala wa mauaji ya Oktoba 29 2026, lakini amko tayari kuzika athari zake zilizosababishwa na ugumu wa mioyo ya watawala. Mpaka sasa mamia ya vijana na watu wazima wanashikiliwa katika magereza mbalimbali nchini kwa tuhuma za uongo za uvamizi wa kutumia silaha, baada ya kuona aibu na kufuta kesi ya waini na kuapa kesi mbali la uvamizi wa kutumia silaha. Mpaka sasa, ndugu Yohana Kaunya, katibu mkuu mstaafu wa Bavicha, yupo gereza la Bunda. Mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Kigoma, mzee Bujoro, yupo gereza Kigoma. Ndugu Nchimbi na wenzake hawataki kuachilia, halafu wanataka mjadala ufe natural death. Hili haliwezekani. Ndugu Nchimbi, yapo mambo ya kuyazika kabla ya kuzika mjadala wenyewe. Semeni wazi, watu waliouawa ni wangapi? Waliotambuliwa watangazwe kwa majina yao ili ndugu waache kutazama video za mauaji kwa matumaini ya kuwatambua wapendwa wao. Watu wapewe miili ya ndugu zao wakazike wapendwa wao kwa heshima. Israel na Palestina wamepigana vita kwa zaidi ya miaka miwili. Katika jitihada za kuzika mjadala wa vita, wamebadilishana miili ili kila upande uzike wapendwa wake kama miili ya watu waliokufa zaidi ya miaka miwili inaweza kurejeshwa, sembuse miili ya miezi minne? Serikali itoke ikili iliye na kuomba radhi, kisha mjadala katiba mpya uanze, nia ya dhati ya kuzuia unyama kama huu usijirudie tena. Naamini haya yakifanyika hayataumaliza mjadala kabisa, lakini angalau yataupooza na kuupa mwelekeo wa uponyaji wa kitaifa. Tanzania haitabaki kuwa ile ile baada ya mauaji Oktoba ishirini na tisa elfu mbili na ishirini na tano. Tumeletia doa taifa letu, doa ambalo ni lazima tujifunze kuishi nalo, kwa kuamua kwa dhati kubadilika, ili dunia ijue kuwa ni kweli yalitokea, lakini pia waone kuwa tulijifunza na kubadilika. Na mabadiliko huanza kwa kuachana kabisa na ubatili wote uliotufikisha hapa: kuacha utekaji, kuachiliwa wafungwa wa kisiasa na kutokukamata wengine, na kuhakikisha usalama wa wale waliokimbia nchi, ili warejee kushiriki kulijenga taifa letu pamoja.